Habari watazamaji, mimi ni Dkt. Revathi Ramaswami kutoka Apollo Sekunderabad, na nawasalimu kwa heshima wanawake wote wakubwa, wanawake wazee, wanawake wenye umri wa miaka hamsini na kuendelea. Hii ni maalum kwa ajili yenu. Kipindi cha ukomo wa hedhi ni pale ambapo hujapata hedhi kwa mwaka mzima. Ukomo wa hedhi ni nini? Hakuna hedhi kwa mwaka mmoja. Je, unaweza kupata damu tena baada ya hapo? Wakati mwingine, hiyo inaitwa kutokwa na damu baada ya ukomo wa hedhi. Wanawake wengi hunijia na kusema, madam, nimetokwa na damu lakini ni kidogo sana, nimetokwa na damu mara chache tu lakini ni kidogo sana, haini sumbui. Lakini huwaambia kwamba hupaswi kutokwa na damu baada ya ukomo wa hedhi, kwa sababu hakuna homoni tena. Sasa hiyo damu inatoka wapi? Kwa hiyo unahitaji kumwona daktari wako ili kuchunguza kwa nini unatokwa na damu baada ya ukomo wa hedhi. Sasa vipimo vya kwanza tunavyofanya ni vipi? Tutafanya kipimo cha pap smear kwenye mlango wa kizazi au cervix. Tutafanya uchunguzi wa ultrasound ili kuangalia tabaka la ndani la mfuko wa uzazi au endometrium. Bila shaka, ovari pia zitakaguliwa. Kitu kinachopatikana mara nyingi ni kwamba kuna uvimbe mdogo unaoota ndani ya mfuko wa uzazi unaoitwa polipu ambao hutokea wakati huo. Sasa tunashughulikiaje hili? Tunaingiza darubini ndogo sana kupitia chini, kupitia uke hadi kwenye mfuko wa uzazi. Tunaangalia kama kuna polipu na tunaiondoa. Wakati huo huo, tunachunguza tabaka lingine lote la mfuko wa uzazi na kuangalia uwezekano wowote wa, wa saratani. Je, unapaswa kuwa na wasiwasi kama utapata damu baada ya kukoma hedhi? Hapana. Mara nyingi hysteroskopi rahisi, polypektomi na biopsi inatosha kabisa. Mara chache sana unaweza kuhitaji kuondolewa mfuko wa uzazi. Je, unapaswa kupuuza damu baada ya kukoma hedhi? Kamwe, kwa sababu unahitaji kuchunguza ule uwezekano mdogo wa saratani unaweza kujitokeza. Je, unahitaji kuondoa mfuko wa uzazi kwa hofu ya saratani? Hapana, kwa sababu saratani hutokea kwa wachache tu. Matatizo madogo yapo ya kwa wengi. Hysteroscopy ndiyo suluhisho la damu baada ya kukoma hedhi. Marafiki wapendwa, msihofu na kukimbilia kufanyiwa hysterectomy. Usipuuze na usikose kwenda kwa daktari. Tutakushauri njia sahihi ya kushughulikia damu baada ya kukoma hedhi. Asanteni marafiki.